la Rumi lilikichukua kwa upagani na kukiingiza kanisani, ni sherehe za kipagani. Na hapa naomba uwe makini sana kunisikiliza ili nikusaidie. Nimekwambia Samiramis alipata ujauzito bila kukutana na mwanaume baada ya Nimrodi kufa, na alizaa mtoto wa kiume anaitwa Tamuz tarehe 25 Disemba, kwenye winter solstice na tarehe hiyo wapagani walikuwa wanasherehekea kila mwaka kuzaliwa kwa Tamuz. Kwa hiyo kitu ambacho kanisa la Rumi walifanya ni kwamba waliichukua hiyo tarehe kama ilivyo, alafu wakaiingiza kanisani wakaipa jina la Krismas wakisema ni siku ambayo Yesu alizaliwa. Sasa wanisikilize, Yesu hakuzaliwa tarehe 25 Desemba. Narudia, Yesu hakuzaliwa aliyezaliwa tarehe 25 Disemba ni mungu wa jua anayeitwa Tamuz. Kwa hiyo unaposherehekea Krismas unakuwa umejiunganisha kwenye ibada ya sanamu ya kumwabudu Tamuz, na huo ndio ukweli. Na ndio maana siku ya Krismas hata wale wasiokujaga kanisani wanakujaga. Unafikiri kinachowavuta ni uwepo wa Mungu? Hapana mpendwa, kuna nguvu ya kishetani inawavuta watu waje siku hiyo tu na siyo siku nyingine. Na ndio maana baada ya hapo huwaoni tena mpaka mwaka ujao. Angalia idadi ya vifo na matukio mabaya yanayofanyika siku ya Christmas. Labda nikuulize swali, Father Christmas ni nani, hmm? kuna uhusiano gani kati ya kuzaliwa kwa Yesu na Father Christmas? Ngoja nikusaidie. Father Christmas ni character inayomwakilisha Nimrod ambaye ni baba wa Tamuzi aliyezaliwa tarehe 25 Disemba. Tunaenda pamoja, nikuulize swali lingine. Kuna uhusiano gani kati ya kuzaliwa kwa Yesu na mti Christmas? Kimsingi hakuna uhusiano wowote, kwa sababu sio siku aliyozaliwa Yesu, lakini upo uhusiano wa mti Christmas na Tamuzi, na hapa naomba unisikilize, itakusaidia. Tamuzi alizaliwa wakati wa baridi kwenye winter solstice. Na mti Christmas ni mmoja kati ya miti inayomea kwenye maeneo ya baridi. Kwa hiyo huo mti unatumika kama kiwakilishi cha majira aliyozaliwa Tamuzi. Lakini pia kuna miti mingi sana inayomea kwenye baridi, lakini walichagua huu mti Christmas kwa sababu umebeba maana na tafsiri ya Babeli kimuonekano, na ndio maana ukiuangalia unaoona umekaa pembe tatu au umekaa katika umbo la piramidi. Kwa hiyo wakati wewe unaangalia mti wenyewe, wanamaanisha alama iliyojificha nyuma ya mti husika, kwa sababu ndio inayotumika kusapoti ushetani unaoendelea sasa. Hizi zilikuwa ni tamaduni za kipagani ambazo kanisa la Rumi likaziingiza kanisani, na ninaelewa jambo hili itakuwa gumu kwa wengi lakini hata mimi nimezaliwa na sherehekea Krismas na mimi nimevaa nguo mpya siku ya Krismas na mimi nimekula pilau siku ya Krismas na mimi nimepamba mti Krismas na kuwekea taa na mimi nimeshawahi kugawa kadi za Krismas kwa marafiki, lakini hizo ni zamani za ujinga nilipokuwa sifahamu neno la Mungu. Linasema kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kumi na saba mstari wa thelathini, maandiko yanasema basi zamani zile za ujinga Mungu Alijifanya kama hazioni, bali sasa, emsema, sasa emsema, sasa, bali sasa, Mungu anawaagiza watu wote, pamoja na wewe. Mungu anawaagiza watu wote kila mahali watubu. Mungu anataka watu watubu. Kutubu maana yake nini, mwalimu? Kutubu maana yake ni kubadilika, kuanzia kwenye mtazamo wako, to to change change the way you think, to change your mindset. Inawezekana umezaliwa Unaona watu wanasherehekea Christmas na wewe, tangu mtoto ukaanza kusherehekea mpaka leo. Biblia inasema baada ya kuujua ukweli, tubu, badilisha mtazamo wako, jitenge na ibada za sanamu, maana Yesu anarudi kulichukua kanisa lake. Mimi nakushauri kama mtumishi wa Mungu, usiruhusu mazoea ya kuzoea, usifanye jambo kwa sababu tu umezoea kulifanya. Gharama yake ni kubwa sana, na nakwambia ukweli kwa sababu mimi siyo adui yako. Unaweza kunichukia ukitaka, hayo ni maamuzi yako, lakini mimi nakupenda, ndio maana nimejilipua kukuambia haya. Sikukuu nyingine ambayo kanisa la Rumi waliichukua kutoka kwa wapagani na kuingiza kanisani ni Easter. Wengi wanafikiri Easter ni Pasaka. Nisikilize, Easter sio Pasaka. Kama unazungumza Kiingereza utakubaliana na mimi kwamba pasaka ni Passover. Ista siyo neno la kikristo ni kitu kingine tofauti kabisa, na nataka nikusaidie uelewe. Hebu kama unanisikiliza, sema amen. Neno ista linatokana na neno Ishtar likiwa na maana ya mungu wa kike wa uzazi fertility goddess. Na kama ulinifuatilia vizuri wakati na kufundisha somo hili siku ya leo, utakumbuka nilikuambia jina jingine la Samiramis ni Easter. Kwa hiyo ni muhimu uwe makini sana na hivi vitu. Yesu alisema yaliyokuwa sirini yatawekwa hadharani, na ndiyo hii ninayokufundisha. Labda niseme hivi, kama umewahi kupokea kadi ya Easter, mm? uliona imechorwa picha gani? Bila shaka uliona ina picha ya mayai na sungura, mm? Ukiingia google sasa hivi, halafu pale kwenye search bar ukataipe Easter, picha utakazoziona zikitokea ni picha za sungura na picha za mayai. Mtu akikutumia heri ya Ista anakutumia picha ya sungura na picha ya mayai. Mtu akibadilisha status yake kwenye WhatsApp ataweka picha ya sungura, picha ya mayai. Sasa swali, kuna uhusiano gani kati ya kufufuka kwa Yesu na mayai? Ninakuuliza haya maswali kwa sababu unayo akili, anza ku reason kuna uhusiano gani kati ya kufufuka kwa Yesu na sungura? Jibu ni kwamba hakuna uhusiano wowote, ambayo inamaanisha ya kwamba Easter siyo sherehe ya kikristo kama ulivyoaminishwa. Hapo kuna kitu kingine unakiabudu bila wewe kujua. Huyo sungura unayemwona amewekwa hapo kuwakilisha uzazi, kwa sababu sungura ni wanyama ambao wanazaliana haraka sana na wanazaliana kwa wingi lakini pia walikuwa wanatolewa sadaka kwa Samiramis au kwa jina jingine Ishtar, na mayai yanawakilisha uzazi pia, kwa sababu ili mimba itungwe ni lazima sperms zikutane na yai la mwanamke ili ziweze kurutubishwa na kutengeneza mtoto. Kwa mfano, kila anayefuatilia afya ya uzazi wa mwanamke anajua kwamba mzunguko wa mwezi unaenda ukitofautiana, upo dynamic. Kuna wakati tarehe inakuwa hivi na kuna wakati tarehe inakuwa vingine, ni kawaida na ndiyo hali ya mzunguko ilivyo. Sasa nasema hivyo kwa sababu nataka nikusaidie uelewe, kuna kitu cha kiroho kinachohusu uzazi kinachoachiliwa na huyo Ishtar kwenye siku ya Ishtar. Na ndio maana ukifanya utafiti wako utagundua tarehe za Ishtar zipo tofauti, pia zipo dynamic, hazifanani, zinatofautiana. Kwa mfano, mwaka elfu mbili na kumi na sita Easter, ilikuwa ni March ishirini na saba Mwaka elfu mbili na kumi na saba Easter, ilikuwa ni April kumi na sita Mwaka elfu mbili kumi na nane Easter ilikuwa ni April moja Mwaka elfu mbili kumi na tisa Easter ilikuwa ni April ishirini na moja Mwaka elfu mbili ishirini na moja mwaka 2021 Easter ilikuwa ni April nne mwaka 2022 Easter ilikuwa ni April 17 mwaka 2023. Easter ilikuwa ni April 9. Kati ya tarehe zote nilizotaja hapo, ukiangalia kwa makini utaona hazifanani. Haiwi hivyo kwa bahati mbaya, It's not a coincidence. Inakuwa hivyo ili kureflect kinachotokea katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo huyu Mungu wa kike huyu goddess Ishtar anahusika na swala zima la uzazi, na usipoelewa hili utajua ni kwa nini matatizo ya uzazi kwa wanawake yanazidi kuongezeka. Na shetani alihakikisha anayadanganya mataifa duniani kote ili aendelee kutawala. Sasa huko ndiko neno Easter lilipotoka, na halina uhusiano wowote na kufufuka kwa Yesu, na huu ndio ukweli utakaokusaidia ili hata kama unaamua kuendelea uwe unajua tayari unachokiabudu. Lakini katika maisha yako, hasa katika nyakati hizi za mwisho, ninakushauri uwe makini sana. Tupo kwenye nyakati za hatari, usiabudu usichokijua. Shetani ni mwongo sana, anadanganya mataifa kwa kutengeneza uongo unaofanana na ukweli, lakini ukikubali kuongozwa na Roho wa Bwana atakuepusha na hila za udanganyifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kitu kingine ambacho kanisa la Rumi lilikitoa kwa wapagani na kukiingiza kanisani ni siku ya Sabato. Kuitoa Jumamosi na kuiweka Jumapili. Kwa Kiingereza, Jumapili inaitwa Sunday. Hili neno Sunday ni maneno mawili yaliyounganishwa. Yaani sun halafu day likibeba maana ya siku ya Mungu wa jua. Wapagani walikuwa wanamwabudu Sun God siku ya Jumapili. Kwa hiyo huu taratibu ukaingizwa kanisani kama ulivyo na kuanza kutumika ili kuwakomodeti wapagani wajisikie wako nyumbani, na tamko la kuifanya Jumapili iwe ni siku ya Sabato badala ya Jumamosi ilitolewa na Constantine tarehe saba Machi mwaka wa 321. Kwa hiyo kuanzia hapo kanisa la Rumi likaanza kupumzika siku ya Jumapili kama Sabato badala ya Jumamosi. Kwa hiyo unaposikia watu wanasema Sabato ni Jumamosi hawakosei, ni ukweli, na ukweli ni lazima usemwe kama ulivyo, ili watu watumie nguvu yao ya kuamua kufanya maamuzi ya kuwasaidia. Mambo mengine yaliyotoka kwa wapagani na kuingia kwenye kanisa la Rumi ni pamoja na kuwaombea watu waliokufa au kufanya ibada za wafu na jambo hili lilipitishwa mwaka wa mia tatu. Huo ni utaratibu wa kipagani, kwa sababu kwa mujibu wa maandiko mtu akishakufa hakuna maombi tena atakayomsaidia baada ya kifo, ni hukumu, maandiko yanasema. Jambo jingine ambalo kanisa la Rumi lilichukua kutoka kwa wapagani ni kufanya ibada kwa kuwasha mishumaa, na likapitishwa na kuanza kutumika rasmi mwaka wa mia tatu na ishirini. Jambo jingine mwaka wa 354 sherehe ya Krismas ya kukumbuka kuzaliwa kwa Mungu jua iliingizwa rasmi ndani ya kanisa la Rumi na kufanywa kuwa ni siku ya kuzaliwa kwa Yesu. Jambo jingine mwaka wa 375 ibada za kuwaabudu watakatifu zikaingizwa rasmi kwenye kanisa la Rumi kutoka kwa wapagani. Jambo jingine mwaka wa 431 ibada ya kumwabudu Bikira Maria ikaingia rasmi kwenye kanisa la Rumi kutoka kwenye taratibu za miungu ya kipagani, na Bikira Maria akaanza kutukuzwa tangu mwaka huo. Na baada ya kanisa la Rumi kuingiza taratibu zote za kipagani nilizokueleza, ndipo likaanza kujulikana kwa jina la Roman Catholic Church. Hili neno Catholic maana yake universal, kwa sababu ilipokea ibada za miungu mingine, taratibu za miungu mingine na kuingiza ndani ya kanisa, ili kuwa accommodate watu wote, kuwaunganisha watu wote, to make them feel at home. Kwa hiyo kitovu cha ibada inayofanyika kwenye kanisa la Roman Catholic ni ibada ya kishetani, ibada ya sanamu, ya kumwabudu Mungu jua au sun god na ibada hii ilikuwa inafanyika enzi za Babeli, na sasa katika siku hizi za mwisho inafanyika tena ndani ya kanisa Katoliki. Na ndio maana ukiingia kwenye kanisa la Roman Catholic, na hapa natoa mfano wa kule Vatican, kwenye kanisa la St Peter, utaona kuna alama nyingi za kishetani zinazoonyesha ibada ya Mungu jua, na ishara nyingine zinaonekana kwenye makanisa ya Roma yaliyoko Tanzania na nchi nyingine. Ngoja nikupe mfano. Kwanza, kuna obelisk na nilikwambia maana ya obelisk ni kiungo cha uzazi cha Nimrod kilichosimama. Sasa hii obelisk ipo kule Vatican kwenye kanisa la Roman Catholic St Peter's Church, na nimekuwekea picha unaweza kuiona. Pili, ndani ya kanisa la Roman Catholic kuna hiyo inaitwa dome, ni nembo ya Mungu jua, na nimekuwekea picha unaweza kuiona. Tatu, ndani ya kanisa la Roman Catholic kuna hiyo inaitwa monstrance, ni nembo ya Mungu jua na hata kwenye makanisa ya Roman Catholic huku Tanzania na kwenye nchi mbalimbali duniani unaweza kuiona pia, na hizi picha nyingine zote zinaonyesha alama ya jua kama kiashiria cha kuonyesha kwamba anayeabudiwa ni Mungu wa jua, sun god. Nne ni msalaba uliopinda waabudu. Shetani wanatumia misalaba iliyopinda kuonyesha kwamba Yesu alishindwa na msalaba kwamba Jesus was defeated by the cross. Ni kufuru ya kiwango cha juu sana, na ukiangalia hiyo picha unamwona papa amebeba msalaba, lakini umepinda. Hiyo ina maana mbaya sana. Tano ni msalaba uliogeuka juu chini, au inverted cross. Ukitazama hiyo picha utaona kuna alama ya msalaba ambao umegeuka juu chini, huko nyuma ya papa kama unavyoweza kuona. Kwa hiyo kanisa la Roman Catholic linaabudu mungu wa jua, na limewaaminisha mamilioni ya wafuasi wake kwamba wanamwabudu Mungu, lakini kimsingi anayeabudiwa ni sun god. Na hii ndiyo tafsiri ya lile neno kwenye Ufunuo linalosema Babeli amewalewesha kwa mvinyo. Hili neno mvinyo maana yake ni mafundisho ya uongo yanayopotosha. Ninajua ndani mwako